Katika dunia ya leo ambako binadamu anaishi na wanyama wa aina nyingi, hakuna mnyama aliyekaribia kiwango cha urafiki, uaminifu na uhusiano wa kihisia kama mbwa. Kwa maelfu ya miaka, mbwa wamekuwa washirika wa karibu zaidi wa binadamu kuliko mnyama yeyote mwingine. Lakini swali ambalo watafiti wengi wanajiuliza ni kwa nini mbwa huwa wanampenda sana binadamu. Leo M24 Habari tunakuletea uchambuzi wa kisayansi, kihistoria na kimaumbile juu ya urafiki huu wa kipekee. Asili ya uhusiano kati ya mbwa na binadamu umeanza zaidi ya miaka elfu kumi na tano iliyopita. Uhusiano huo ulianza zamani sana, wakati mbwa wa porini au mbwa mwitu waliojifuga walianza kuishi karibu na makabila ya binadamu walipata chakula na ulinzi, na binadamu walipata ulinzi, msaada na uwindaji na urafiki. Uhusiano huu wa muda mrefu ulipelekea mabadiliko ya kijenetiki ambapo mbwa wakawa na tabia rafiki za kijamii kuliko babu zao wa porini. Homoni ya upendo ambayo inaitwa oxytocin. Utafiti mwingi unaonyesha kwamba mbwa na binadamu wanapokutana, kuangaliana machoni na kuingiliana kwa karibu miili ya wote wawili huzalisha oxytocin hormone ambayo inafahamika kama love hormone. Hii ndiyo homoni inayotoka wakati mama anamshika mtoto wake mchanga, kwa hiyo mbwa akikutazama kwa hisia halisi za upendo na uaminifu. Mbwa huelewa hisia za binadamu. Mbwa wana uwezo wa kisayansi unaoitwa emotional A attunement. Wanaweza kutambua unapofurahi, unapokuwa na huzuni, unapokuwa na hofu na unapohitaji pia utulivu, na wakati mwingine wanajibu kwa njia ya upole, kuja karibu na kutaka kucheza ili kukufariji. Utafiti huo unaonyesha kuwa mbwa huchanganua uso wa binadamu kama wanavyofanya watoto wadogo, jambo ambalo linaonyesha uhusiano wa kipekee na wa kiakili. Uaminifu wa kiasili, pack instinct. Kwa asili mbwa ni wanyama wa makundi au pack animals. Wanaotambua binadamu kama sehemu ya kundi lao, wanavutiwa kutii, kulinda na kupenda. Hii ndiyo sababu mbwa hujitolea kuwalinda watu wanaowalea, hata kama hawana nguvu sana. Lugha ya mwili inayofanana: binadamu na mbwa wana mitazamo inayofanana katika kusoma ishara za kimwili, ikiwemo tabasamu, sauti laini mwili ulionyooka, ishara za urafiki. Na hii hufanya mawasiliano kati ya spishi hizi mbili kuwa rahisi na ya asili. Utegemezi wa kimaisha: mbwa huwategemea binadamu kwenye chakula, makazi, mlinzi, mchezaji, rafiki, na uhusiano huu hutegemea na kuongeza upendo na uaminifu. Mbwa huwapenda binadamu si kwa matokeo tu ya kufugwa ni uhusiano wa kina na uliosukwa kwa maelfu ya miaka, mabadiliko ya kijenetik, homoni za upendo na tabia za kijamii zinazofanana. Kwa ufupi, mbwa hawatupendi tu kwa sababu tunawapa chakula peke yake, wanatupenda kwa sababu waliumbika kuishi nasi, kutuamini, kutambua na kutuona kama sehemu ya familia yao. Na hiyo ndiyo siri ya upekee na urafiki zaidi kati ya binadamu na wanyama hawa aina ya mbwa. M24 tuna nukuu ya dunia. Hii ni M24. Usitekuwa nasi katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook ukitumia jina la M24 Habari, lakini pia M24 Habari pale TikTok, lakini upande wa YouTube ni M24 Tanzania. Asante kwa kuisikiliza na kuitazama makala hii ya M24. Tukutane wakati mwingine, jina langu la ni Samalem.